Wananchi wa kijiji cha Bulembela wilaya ya Igunga mkoani Tabora wanaendelea kuishukuru serikali kwa jitihada zake za kutatua kero zao baada ya kukamilisha ujenzi wa mradi mwingine wa maji uliogharimu zaidi ya shilingi milioni mia nne tisini. Wananchi hao wamesema kabla ya kukamilika kwa ujenzi wa mradi huo walikuwa wanatembea umbali mrefu kutafuta maji katika visima vya maji vinavyotumiwa na mifugo. Tungane na Niko Mwibale kwa taarifa zaidi. wananchi hao walioanza kupata huduma ya maji ya bomba safi na salama wameishukuru serikali kwa kutatua kero yao ya muda mrefu. Hapo mbele tulikuwa tunahangaika maji, tulikuwa tunatoka saa 9 za usiku kwenda kuchota maji huko chini mwa bondeni huko. Tunashukuru kwa mradi wa maji, tumefurahi sana. Eh, mm hadi -hmm. E, ilikuwa ngumu sana, tunaamka usiku kwenda kupata maji shukuru sana kupata mradi wa maji. Mm -hmm. Eh, ilikuwa ngumu kwa maji tunapata maji huko mitoni huko hmm. Mama tunaamka usiku wa manane kwenda kuteka maji mpaka saa sita mchana umbali wa kilometa nne. Mradi unao uwezo wa kuhudumia zaidi ya wakazi elfu kumi na mbili na uko chini ya uangalizi wa jumuiya ya watumiaji maji kijiji cha Burumbela. Hadi hivi sasa mfuko wa jumuiya ya watumiaji maji una kiasi cha pesa ya Kitanzania laki sita na elfu hamsini ambazo zinatumika kugaramia uendeshaji na matengenezo ya mradi muhandisi wa maji wa halmashauri ya wilaya ya igunga gastoni mtulo amesema miradi hiyo inatekelezwa kwa ushirikiano baina ya serikali wananchi na benki ya dunia miundombinu ya mradi huu inajumuisha kisima kirefu kimoja chenye uwezo wa kutoa maji lita elfu kumi na nane kwa saa magati ya kuchotea maji kumi na nane matanki ya maji mawili yatakayojengwa juu ya mlingoti wa mita sita, kama hili moja tunapoliona na yenye ukubwa wa lita elfu hamsini kila moja, nyumba ya mitambo ya kusukuma maji moja, pampu ya kusukuma maji moja inayotumia umeme na mtandao wa mabomba ya kupandisha na kusambaza maji yenye urefu wa kilomita 23.6. Mara baada ya kutembelea miradi hiyo, mkuu wa mkoa wa Tabora Ludoviki Mwananzila ameomba wananchi kuitunza miradi hiyo. Ndugu zangu, huu ni mradi wenu. Ni mradi wa nani? Ni mradi wenu, sio mradi wa serikali. Watu wengine wanasema mradi wa serikali, ni mradi wenu. Wananchi wa kijiji hiki, mnachotakiwa ni kuusimamia mradi huu kwa karibu, na hasa nyinyi wa kinamama. Msipousimamia mradi huu ukiharibika, hawa wala hawa wala hawajali, maana yeye anataka kirudi nyumbani akute maji, sindio? Naomba sana kila mmoja wetu awe ni askari wa kulinda mradi huu kwa ajili ya maisha endelevu na maisha ya maendeleo kwa kijiji chetu na wananchi wengine wote wanaopata miradi hii. Kutoka Igunga, Tabora ni mimi niko Mwaibale wa TBC.